Yes, habari ndugu mtazamaji, mfuatiliaji wa uh, channel yetu popote ya... pale ulipo pasi na shaka mambo yako yako sawa bin sawia. Naitwa Mr. Pimbi, mzee wa busara, mzee wa fakti. ni kuombe uweze kusubscribe, kulike na kushea video zetu ili uwe wa kwanza kupata notification. Leo tuko katika kipindi chetu as usual. Uh, as usual, uh, ulimi hauna mfupa uh, kipindi chetu cha screenshot na uh, kipindi chetu kimeweza ku screenshot mambo mbalimbali mbali ambayo yametokea kwenye kwenye, kwenye, kwenye mitandao ya kijamii, na bado tunaendeleza sakata la mkubwa Fella ama babu ba, uh, mkubwa na wanawe pamoja na mkewe, ambalo sakata hilo limemhusisha Uh, Dudubaya, lakini linamhusisha Mwijaku, lakini pia linamuhusisha Diamond Platnumz. Lakini leo mambo yamekuwa ni mazito kwelikweli. Ninaposema mambo yamekuwa ni mazito, yamekuwa ni mazito, imetokea majibizano baina ya upande wa WCB na upande wa mke wa mkubwa Fela. Lakini leo nataka nikuambie, tumebaini ukweli ambao unamsumbua mke wa mkubwa Fela, ukweli ambao tumebaini unapelekea mke wa Mkubwa Fella kumchukia Diamond Platnumz na kumsema maneno mabaya, mwanamuziki Diamond Platnumz. Usikae mbali, kwanza naanza na, na ujumbe wa mke wa Mkubwa Fella, ujumbe huo ambao uh, ulikwenda moja kwa moja uh, kuwalenga WCB na unamlenga Diamond Platnumz, alafu tutarudi kusikiliza hiyo siri sasa ambayo ilipelekea mke wa Mkubwa Fella kumchukia Diamond Platnumz na kusomea ujumbe kama ifuatavyo: Superwoman ambaye hajawahi kuteteleshwa na maneno yoyote. Jembe langu ulipo, nipo. Ina maana Fela hana watoto au ni mabubu mpaka uh, um, um, umsemee uh, umtese mume wako? Sisi hatupo au bado uh, hawajasema. Ukitaka kuenjoy, enjoy. Walitaka kukuona unalia tu. Uh, wafurahi tena uh, pendeza kama kawaida yako. Sisi ni jeshi la watu wawili, hatuogopi chochote. Ukitaka kwenda sehemu yoyote nitakupeleka uka enjoy, shoga angu. Wakae wakijua maisha lazima yaendelee, hawajawahi kuleta chumvi wala sukari. Kwa hiyo wasitupangie maisha ulivyokuwa unaishi na mimi. Guys, I'm not good kwenye mambo ya kusoma lakini I think mmenipata uh, vyema. Mwanamke anajaribu kuwaambia upande wa WCB kwamba, eh, mnamhangaisha wakati hamjawahi kuleta hata chumvi hata sukari. Maneno yamekuwa ni mengi, yeye ni jeshi, atapambana kuhakikisha, eh, mume wake anasimama imara na mambo yanakwenda sawa bin sawia, hata kama Diamond pamoja na timu yake watasusa. Sasa nilikuahidi kwamba kuna siri tumeibaini, siri hiyo imevuja. E, nitakusikilizisha sauti hapa, usikilize mwanzo mpaka mwisho. siri hiyo imevuja kwamba e, ikionyesha chuki iliyotengenezwa baina ya Diamond Platinum pamoja na mke wa Mkubwa Fella sababu iliyopelekea wawili hawa kuingia kwenye mgogoro mkubwa hii hapa. Uh, ndugu zangu tusikilize sauti ya maelezo hapa, Fella na Diamond, tusikilize. Nikasema mimi sitaki kukubali kwamba Diamond hataki kumsaidia Mkubwa Fella. mm -hmm. Kawambia naingia chimbo, nitafute sababu ni nini. Nimeshafuatilia na nimejua tatizo ni nini? Ni kweli Diamond hapokei simu za mkubwa Fela? Ni kweli, ni kweli Diamond? ni mm -mm. ni Diamond amesitisha kumhudumia mkubwa Fela, its true. sababu athibitisha mm -mm. kila kitu ni kweli. Uh, sakata lilivyo mm -hmm. taka niwape mkanda ulivyo, kwa sababu so, nimefuatilia na nimepata stori zote. kwa nini Diamond ninin amejitoa hapa, nipata hapa tujue. mm. hapa je, yeah, Diamond kujitoa ni sahihi au sio sahihi. Mm-hmm. Utoe comment yako. Iko hivi. Mm-hmm. Mkubwa Fella alivyoumwa alipelekwa hospitali ya TMJ, wala hamna ishu ya kuficha, timbele Mikocheni B. Mm-hmm. Na kitu ambacho anaumwa Mkubwa Fella ndo kile kile alimwaga Mama Dangote atuombee mabaya. Mm-hmm. Maanake ni kwamba alipelekwa hospitali sahihi ambapo pia Mama Dangote alipelekwa pale. Kwenda India Mkubwa Fella alipelekwa kama vile alipelekwa kwa Mama Dangote. Na vyote alisimamia Diamond. Mm-hmm. Yote mpaka kumpeleka India. Sasa. Mm-hmm. Unaambiwa baada ya mama fakupeleka mkubofe, hmm. Alienda mke wake na watu wengine wanne jwliu hmm. mke, mke watano, wa tano na mkubwa na watu, wa ne, watu hmm. Hmm. Nambuwa, kule, guys mpaka hapa Diamond hayuko katika lawama za kwamba amemtibia Mkubwa Fela au hajamtibia. tuendeleeai kumpa company, mke, it's... Na vizuri kabisa. Na mambo mbili tumia gharama mm. zaidi ya milioni mia kwenda mpaka India. mm -hmm. Kwa mtu kama Diamond, sio kitu kibaya. mm. Diamond akampa pocket money mke wa Mkubwa Fella milioni ishirini. Then apa, kuna kigogo mmoja hivi, uh, kigogo mmoja, sina, sina haja ya kumtaja jina. Akatoa milioni ishirini, ikawa milioni arobaini. Kwao akawa na kama milioni arobaini. Mimi nataka kuzungumza hiki ili hata kama mama yule mke wa Mkubwa Fella akisikia, atajua sehemu gani pa kuanzia wapi alikosea? Hmm. Hmm. Na je, alikosea kweli au ni sahihi, na nyie mtasema pia. Kama na milioni arobaini. Hiyo ni ya pocket money, mambo ya chakula labda kule na nini. Lakini dawa milioni arobaini anagharamikia ingia mpaka wakarudi. Umeelewa? Walivyorudi baada ya kutibiwa kule na maana huko anatakiwa anaenda kliniki. Mzee wa watu anapelekwa kliniki. Zile kliniki, mm -hmm. kitu ambacho wamfanya Diamond. hmm. Yeye huku akawa hatoi hela. Akawa kumwambia dawa ananunua dawa kwa uh -huh. sababu wanasema baada ya milioni ishirini uh -huh. inavyoelezwa mke wa Mkubwa Fella alikuja uh -huh. kuonekana ah, mm, kaenda wapi? Dubai. Kama kula baka ni mimi sijafuatilia ndio nimeambiwa. Sasa, bwana jana nilizungumzia issue ya Mkubwa Fella. Guys, tume tume tumesikia vizuri hii sauti na tumeelewa chanzo cha ugomvi baina ya Diamond Platinums na upande wa familia ya Mkubwa Fella. Na mbaya zaidi ni kwamba huyu mwanamke kafanikiwa kushawishi familia nzima pasipo kueleza sababu ya Diamond kususia matibabu ya Mkubwa Fella, na sio kususia Diamond. Amesha play part kubwa sana kama ukusikiliza vizuri hii sauti, mimi nakudadavuria kwa mapana na, na marefu Diamond alimpeleka kwanza hospitali Mkubwa Fella hapa hapa kabla hata hajampeleka India, ambapo hospitali hiyo hata, hata mama Dangote alipelekwa na ugonjwa nao umwa Mkubwa Fella ndio ugonjwa ambao mama Dangote, yani mama mzazi wa Diamond Platinumz, ndio aliouma ugonjwa huo. Sasa akampeleka TMJ. Baada ya hapo akafanywa uhamisho ikaonekana apelekwe India. Kule India hospitali ambayo Diamond alimpeleka mama yake kule India ndio hiyo hiyo hospitali ambayo Diamond alimpeleka mkubwa Fela akaspendi zaidi ya milioni mia na kitu. Baada ya hapo, ikaonekana mkubwa Fela ameanza kupata matibabu, Diamond akataka kurejea nchini, lakini kabla hajarejea akahakikisha amempa uh, milioni ishirini yule mke wa mkubwa Fela, na hiyo milioni ishirini nitakuelezea vizuri hiyo ni ni pocket money kwa maana kwamba matibabu, dawa, sijui bili bili, bili gani sijui vitu gani sehemu ya kulala Diamond amesha clear, na anaendelea ku clear. Kwa hiyo hiyo milioni ishirini ilikuwa ni emergency. Lakini pia kuna tajiri mwingine naye aka alishawishiwa na Diamond akaongeza milioni ishirini nyingine ikawa milioni arobaini. Baada ya hapo haikuzidi muda mrefu, hata mwezi haukuchukua Ee, Mkubwa Fella akawa ameruhusiwa kurudi kwa ajili ya kujitazamia nyumbani kuendelea nata, na matibabu mengine madogo madogo tu yani e, kwenda kliniki na kurudi vitu kama hivyo. Sasa baada ya kurudi hapa, mke sasa wa Mkubwa Fella kwa mujibu wa sauti hii akawa ameenda Dubai kuspendi kula maisha sana 40 milioni iliyokuwepo hapa, na kukumbusha wewe ambaye huwa una comment. Ile milioni arobaini haikuwepo kwa ajili ya matibabu, haikuwepo kwa ajili ya kulipia sijui kitu gani wala kitu gani. Ilikuwa ni pocket money, emergency na kila kitu. Diamond alikuwa na clear pamoja na kutoa eh, kila kitu. Sasa mama alivyorudi alikuwa na mzigo wa kutosha. Kwa hiyo alivyokuwa na ule mzigo wa kutosha ukamchengua mama, akaamua kusafiri na kwenda Dubai kula maisha. Duniani hakuna siri Zikapigwa picha kule Dubai, mama hakuziposti kwenye akaunti yake, akabaki nazo kwa ajili ya kuenjoy yeye mwenyewe. Mtu mmoja akakuta zile picha, akaona sasa, huyu mama amesafiri vipi wakati mume anaumwa? Akachukua zile picha akamtumia Diamond Platnumz. Kwa hiyo Diamond alivyotumia zile picha, mama ameenda kula bata Dubai, ndo Diamond akaona kumbe sisi tunampa hela Tuki, tukiwa na imani kwamba anamtibia mme wake yeye anatumia hicho hicho kiasi cha pesa kwenda kuishi kwenda kula maisha Dubai. Kwa hiyo Diamond akasitisha kumpa pesa direct yule mama ambaye ni mke wa Mkubwa Fella. Kwa hiyo Diamond alichokuwa anakifanya, mmeenda hospitali, nipeni lipa namba ya hospitali. Okay, zinahitajika dawa fulani, Diamond anasema nendeni duka la madawa sehemu fulani, mimi nitalipia ana hawa wakina Don Fumbo, wakina Idi Santos, wale ndio wakawa na clear, wanaenda kwenye duka la madawa kwa eh, ajili ya kuchukua hizo dawa na kumpelekea Mkubwa Fella. Sasa situation iliyotokea ni kwamba mama ama mke wa Mkubwa Fella akaanza kuchukia, kwa sababu zile pesa tena haziji. Chuki ndio ya dhidi ya, ya Diamond ikaanzia hapo ugomvi wa Diamond na mke wa Mkubwa Fela ukaanzia hapo, na fitna na maneno yote yakaanzia hapo. Tukumbuke Mkubwa Fela anaumwa muda mrefu sana. Almost one year, nadhani kama hajafikisha basi anakaribia, au miezi nane saba. Kwa nini kipindi chote hiki hatujawahi kusikia malalamiko ya mke wa Mkubwa Fela? Kwa nini kipindi ambacho mke wa e, Mkubwa Fella ameshapata matibabu yuko hapa nyumbani kwa ajili ya kujitazamia na kwenda kliniki ndipo ambapo tunapata malalamiko? Kwa hiyo unapata majibu kwamba changamoto ipo kwa mke. According e, kwa according ya, juu ya, ya hii sauti ambayo tumeisikia ni sauti ya mtangazaji anaitwa Elmando ndo amevujisha hii sauti. Kwa hiyo ukifuatilia unagundua changamoto ipo kwa mke wa mkubwa Fella ndio anayepelekea mpaka watu wamefikia hatua kususa, kukaa pembeni. Wanaona kama wanamnufaisha zaidi mwanamke, anakula maisha, anakula bata, kwa hiyo watu wamekaa pembeni. So wewe unaweza ukapata majibu kwenye comment section hapo, ukaniambia. Sasa wewe binafsi, mtazamo wako ni upi juu ya sakata hili? Asanteni sana.